Siku saba, muda ambao Wanaisraeli waliozunguka mji wa Yeriko huku wakimsifu Mungu nayo na siku i, hiyo ya saba, kuta ya Yeriko ikabomoka, wakapata kuingia ndani ya mji ule na wakapata ushindi mkubwa siku hiyo, wakalitukuza jina lake Mwenyezi Mungu kwa maana aliwapatia ushindi. Sijui ni nini kilicho mbele yako, ama ni ukuta gani ulio mbele yako? Asubuhi ya leo, Mungu anatukumbusha ya kwamba anakuja kubomoa. La muhimu ni kumsifu na kumwamini kwa jambo hilo, kwamba anaweza kuleta suluhisho, kwamba anaweza kutatua tatizo lolote linalotukumba katika maisha yetu, Wenzangu katika Bwana, tupate kumwamini asubuhi ya leo na siku hii yote na siku zijazo, kuwa atakuja kubomoa kuta ambazo zimetuzuia kufikia malengo yetu, kufikia hakima, hek, hatima yetu. Bwana sifiwe na muwe na siku njema.